Lakini pia hapa tuko katika booth au banda ambalo unaona kuna taasisi mbili za serikali ya SMZ. Kwa upande wa kushoto kunaona taasisi ya ZAEA, lakini upande wa kulia unaona taasisi ya ZBS. Na jambo hili lina maana yake. ZAEA na ZBS waliingia mashirikiano maalumu, yani memorandum of understanding kwenda kuwasaidia wajasiriamali katika kupata alama ya ubora yani ile standard mark. Hapo zamani kulikuwa na changamoto kubwa sana ya wajasiriamali hasa wadogo wa wadogo kupata alama ile ya ubora kwa sababu ya changamoto ya rasilimali fedha, gharama ilikuwa kubwa. Lakini kwa kuliona hilo na kwa kupitia ZAEA tuliingia katika makubaliano hayo na taasisi ambazo zitakuwa rekomendi na ZAEA, maanake ZAEA ndio mlezi mkuu wa wajasiriamali hapa Zanzibar wakija ZBS alama ya ubora hiyo wataipata kwa gharama ya shilingi 250. Kwa hiyo imetoa haweni sana na kubwa sana katika wajasiriamali wadogo wadogo, na wale wakati katika kuwezesha kupata bidhaa ambazo zina ubora, lakini bidhaa ambazo zinatambulika, na pia bidhaa ambazo zinaweza kuuzika katika masoko ya kimataifa. Na kwa kipekee katika tamasha hili uh, au katika maonyesho -mam haya Tumekunye na banda hili ambalo la Made in Zanzibar hiyo ni katika po cement, au kuongezea katika ile yetu yote. Kwa mnavyoona hapa wajasiriamali wote ambao wako humu ndani ni wajasiriamali ambao wana alama ubora au ni wazalishaji wa bidhaa kutoka hapa Zanziba, yaani wanatumia mali gafi kuzalisha vidogo vidogo hapa wanaviwanda vdogodogop. Kuna wajasiriamali karibu 60 ambao tumewweka hapa, hii tumejaribu kama pilot phase kwa mwaka huu wa maonyesho haya ya 12 na demand ilikuwa kweli kubwa sana, banda hili limejaa. Tuliashumu kupata wajasiriamali hamsini, lakini hadi hii leo tunaongea tuna wajasiriamali karibu 60 na wengine ambao bado tulishindwa kuakomodati. Demand ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo kile ambacho tulikuwa tunadhania na tumekianzisha kwa kweli kimepata mwitikio mkubwa, na kwa mwaka kesho katika tamasha la kumi na tatu tukiwa hai tutaongeza wajasiriamali hawa na mabanda haya made in Zanzibar. Tutachukua mabanda makubwa na kuweza kuweka wajasiriamali wengi hapa. Nia ni madhumuni ya kuwaonyesha kwanza Wazanzibari bidhaa ambazo zinazalishwa Zanzibar, kuweka wajasiriamali wale wote sehemu moja na waweze kutambulika. Leo hii tumetembelewa na makamu wa pili katika banda hili na amepongeza ame, ame, ame sana jitihada kubwa ambazo zimefanya katika kuboresha wajasiriamali wa, wa, wa Zanzibari na wazalishaji wa Zanzibari. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo niwatie moyo uh, wazalishaji na waendelee kuzalisha, na sisi kama taasisi ya serikali tutaendelea kuhakikisha tunaboresha mazingira ya wao kupata bidhaa bora na kuwapa elimu, lakini pia kupata hizi alama za ubora ambazo mwanzo zilikuwa nina changamoto kubwa. Na uh, jengine ambalo nataka ni, ni, niwasihi uh, Wazanzibari wa, wa au wananchi au, au, leo hii tumefanya upunguzi, lakini maonyesho haya yanaendelea hadi tarehe kumi na sita kwa hiyo ni wasihi uh, watembelee kwenye maonyesho haya. Kuna vitu vingi ambavyo viko hapa, kuna bidhaa nyingi ambazo ziko hapa, lakini kwa kipekee wafike kwenye banda la Made in Zanzibar. Ukiingia hapa mwanzo tu, banda la kwanza, mkono wako wa kushoto, utalikuta banda limeandikwa kubwa Made in Zanzibar, na utakutana na bidhaa za Kizanzibari, utakutana na bidhaa aina nyingi sana, utakutana na sabuni, utakutana na lotion, utakutana na sijui soda, yaani kila kitu ambacho kimezalishwa amba a Zanzibar utakikuta katika banda moja bidhaa uh, za mwani. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo limefanyika, na ni wasihi kwa kipekee mweze kutembelea hapa, mjionee mambo makubwa ambayo yanafanywa hapa Zanzibar.